Tuko naye anaitwa Idi Juma Kichindo. Mm. Kusema Kichindo hivyo, wengi ndo wanamfahamu hivyo kwa sababu vijana wengi au watu wengi wanafahamika kwa jina la kwanza na jina la babu. Sisi mm, wachache tunafahamika kwa jina la kuzaliwa na pamoja na la baba, si ndio eh? Lakini wengine Kichindo. Kichindo. Eh. Lakini baadaye mm, huyu kama amekuwa dereva bodaboda mwenzake mpaka sahivi anakidimua, wanasema na amesogea kwa. Tutazungumza na, na Idi Kichindo, lakini kabla tujienda kuzungumza naye pia tuwafahamishe wasikizi pia, kesho Young Africans saa kumi jioni atacheza na Coastal Union pale pale kwenye uwanja wa KMC, mm. uh, kompleks, lakini kama ito... Sana, <laughs> Kwanza nashukuru Mungu, najisikia furaha kwanza, sikutegemea kwanza mm. mbona nipokea ujumbe huu sikutegemea, yani kubwa. Nawashukuru tu. okay, no, yeah. Natamani kufahamu uhusiano wako wewe na Ramadhan Faraji, apoje huyu? Naweza nikasema na ni kama vile kakaangu, kiongozi wangu mm. kwa sababu kipindi mimi mdogo mdogo pale saba saba hao ndio walikuwa wanatusimamia mm. mm. eh. okay, sasa hivi nakidimua wapi mzee wangu? nafikiri oh, na, tusianzie sasa hivi mm. Tupitishe uh, kwenye historia yako ya, ya, ya soka ulivyoanza na mpaka sasa ulipo. Nilitamani aseme uh, kwanza eh, watu wajue, e, yeah, okay, alafu baadaye tujue historia yake. sasa hivi uh, nipo Kagera. Okay, upo Kagera yeah, okay, sasa yeah. hapo upo Kagera, kuna vitu vingi ulipitia hapo si ndio? yeah. Tupe historia yako sasa Yaani nilipotoka Azam kwenda Kagera ama, nilipotoka ni since day one, since day one si, si mwanao mlianza naye mm. chini hapa anzia eh. chini ulipoanza hatua ulizopita mpaka kufika ulipofika sasa mm. Ah, okay, kwanza, kitu cha kwanza nakumbuka, mimi nilianza mpira tangu mdogo mm. E, kipindi tangu darasa la nne nasomea Milambo pale Milambo Barracks mm. ndio shule ambayo nilimalizia shule ya msingi kwa hiyo nilianza mpira tangu udogo huo, nikaenda mashindano ya UMITA SHUMTA, nakumbuka darasa la sita mpaka nikaenda kitaifa, la saba kitaifa nikaja form 1, nikaenda mashindano ya UMISETA pia ambao ni Fundikila eh, Secondary School eh, fundikila hiyo eh. Kwa hiyo zile jitihada ambazo nilikuwa nafanya, nikawa naona kwamba kumbe naweza. Umeona, kwa nini sijiendeleze mwenyewe? Kwa hiyo ikabidi niwekeze nguvu zangu kubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha mpaka nafanikisha jambo hilo. Nilianzisha Mm. Hiyo ah, mizungumzia kwa ngazi ya shule, kwa ngazi ya vilabu sasa, ambapo ulianzia laba daraja la nne, ulicheza timu zipi? Baada hapo ukatoka ukaenda wapi wapi mpaka hapo ulipo sasa? Ah, kwa ngazi za chini daraja la nne nilianzia saba saba mm. E, ndio timu ambayo leo nitoa kwa hapa Tabora. Na nakumbuka mpaka naondoka hapa nilikuwa mfungaji bora wa daraja la nne kwa tatu la tatu mpaka mm. nikachukuliwa timu ya mkoa na Tabora FC chini ya kina kina Rudete, chini ya kina Amani eh, ina nipo kasongoniivyoona kumbe naweza kucheza mpira na na uwezo wa kucheza mpira. Kwa hiyo kabidi nifunge safari kutoka hapa Tabora kwenda Dar na malengo yangu yote kwenda Dar ilikuwa ni kucheza Azamu. mm -hmm. japokua ia kwa naenda kule sijui nitachezaje itakuaje, lakini mm. Nashukuru Mungu nimefika kule nikafika kuna kituo kimoja cha kinaitwa Jackie Academy. Ndio. Ambacho ilikuwa alikuwa analelea Samatta zamani. Ndio. Umeona, eh nimefika pale. Unaohusiana na Kimbangulile ndio, eh. Pamoja na Mbaga Market. Mbaga Market ndio hiyo hiyo timu sema wamebadilisha. E wamebadilisha jina. Umeona nimefika pale. Sasa nilipokuwa nikifanya mazoezi, jinsi nilivyokuwa nacheza, unajua nilikuwa mdogo ndio lakini uwezo wangu ulikuwa unanibeba. Okay, hebu hapo one time kidogo. Mm naona kama kuna sehemu hivi utakuwa umeruka msikilizaji, naweza kawa sielewe vizuri yeah. Connection ya moja kwa moja kutoka Tabora mpaka da ni mm -hmm. kwamba ulifanya maamuzi uende tu da ukatafute academy au kuna connection ilikuwa tayari shatengeneza, kwa sababu ukifika da ukafika kwenye academy flam lazima kuwepo kuna kitu kwanza. Ilikuwa maamuzi yangu mwenyewe oh, yeah. kwa sababu hata shule yenyewe sikumaliza kwao, ilibidi niondoke tu nifike da kule ba, da nilifika kwa babu. Okay, hapo nataka nijue eh eh, nilifika kwa babu yangu. Nimefika pale hata connection ya kwenda hapo kwa kwenye kituo cha Jack Academy hmm, ilikuwa bado kuna. Okay. Oh, wazee tu pale. Nilikuwa nafanya mazoezi pale uwanja wa nyuma, nimefika nikawa napasha uwanja wa nyuma pale wakavutia, hmm, wakavutiwa tu na uwezo wangu kwa, kwa mm -hmm, kama nipeleka kwenye kituo pale hmm, eh kwa ajili ya kuanza mazoezi okay. Tuanze tu eh, nimeanza mazoezi pale Jack Academy, nimefanya kama vile miezi miwili mitatu nikaona mimi malengo yangu ni kwenda kucheza Azam, ita itakuwaje kwanza nipate chance ya, ya kuingia huko kwenda kufanya mazoezi mule Azam, lakini mm, nashukuru babu, babu pale nilipokuwa nakaa kuna watu walikuwa wanajuana nao mule mule Azam. Okay, kwa hiyo nikaenda nikaongea naye pale kumuelezea, akaona kwamba mimi nipo serious labda na jambo hilo. Umeona mm. Akanifanyia mpango nikaanza mazoezi kule Azam, kwa huko ajake academy tena Nikawa sipo. Mm. Eh, ila nikawa nikipata chance naenda nafanya tu mazoezi kule Jeki Academy. Mm. Ila mara nyingi nikawa natokea nyumbani naenda kufanya mazoezi Azam sasa. Mm. Under 17. Mm. Umeona? Sasa under 17 mule kuna Azam mwingine inaitwa Azam C. Okay. Ambayo watu wanaotokea nyumbani. Mm-hmm. Umeona, eh. Kwa hiyo baada nafasi kwa ngumu pale kusajiliwa Azam under 17 mule. Mm. na nilikuwa natokea nyumbani. Mm. Au Azam C walikuwa na mechi walikuja kucheza uwanja wa nyumbani kule kule Dago sasa hmm. Walivyokuja pale, walikuwa walikua wajua mimi nafanya mazoezi na under 17 mule ndani hmm. Wamekuja mule ndani, wamekuja kucheza friendly match pale, tumecheza nao, nikaperform vizuri, wakawa wamenipenda sasa hmm. Wenyewe sawanifahamu hmm. Kwao wakanipa waka fursa wakanibebana Si tunataka tuchukue uanze mazoezi Azam SC huko mm, na wakati huo mi nipo Azamu under 17 ambao Azam, watu wanaokaa mule ndani ila mi natokea nyumbani ba baada nani mambo kuwa magumu magumu kidogo ikabidi nirudi Azam SC huko. Ah, unajua kwenye mpira bana kuna tuseme kama vile ni changamoto kuna, kuna changamoto zake oh, yeah. Ehe, changamoto zake ni kama vile labda tuseme, wewe wewe umeitwa na nani labda au upo na nani anakushika mule mm, umeona? Hicho ndio ambacho nilikuwa nakosa kipindi hicho. Okay, noma sana. Baada ya kukosa nafasi ukarudi, ukawa natokea nyumbani unakwenda pale Azam, baadaye uliondoka ukaelekea Tanzania Prisons, si ndio eh? <coughs> <coughs> nini kilikuondoa Azam kwenda Tanzania Prisons? Uh, kitu kilichoondoa Azam kwa sababu pale Azam mimi nilikuwa nishakubalika tayari. Kwa sababu hata mechi nilipokuwa Azam C, pale nilirudisha baadaye, nirudisha tena ndani mule, Azam under 17. Baada ya CEO ile Popaty, eh, Popaty Abdul Karim, Abdul Karim Popaty alikuja siku moja Azam C kwetu, kwa tuna mechi na veterani, aliniona uwezo wangu uwezo wangu, akasema huyu mdogo mchukueni, mumpeleke aanze mazoezi under 17. Kwa hiyo nilirudi tena under 17 mule ndani, nimeanza mazoezi mule under 17, kwa hiyo mechi zile za under 17 na baadhi ya mechi za under 20 nikawa nacheza mule mule. Sasa kitu ambacho kilichonipelekea mimi kuondoka pale kwamba zilikuwa zinaitishwa trial pale. Mm. Unaona trial tunafanya trial. Sasa si ndio kama anasema kama hizo changamoto changamoto tu. Unaona, eh hey, unakuta labda unafikia stage ya kuingia kambini umekishakamilisha kila kitu. Mm. Lakini mambo tena yanakuwa mengi tena yanakuwa magumu. Mm. Kwa hiyo ikanibidi nifunge safari kuondoka pale kwenda Tanzania Prison. Oh yeah. Uh. Uh, Tanzania Prisons ulicheza tena under 20, si ndio eh? Uh, haukuwa senior team, uh, ulicheza under 20 kwa msimu mmoja baada ya kucheza kwa msimu mmoja ukarejea Azam. Nini kilikutoa Tanzania Prisons ukarudi Azam FC? Ah, kwanza pale nilipotoka under 17 Azam, kwenda Tanzania Prisons, kule kwenda tena nikaenda kusajiliwa under 17. Kwa uh, kule kule nimecheza under 17, uh, uh, under 17, nikiwa nimecheza mashindano under 17 uh, nikiwa uh, under 20, nikiwa under 17 nimecheza mashindano wa, under 17, kio under, under 20, kio under 17. Baada ya hapo nikapandishwa timu kubwa sasa, mm. nimetoka under 17 nikapandishwa timu kubwa ambapo nikiwa na mkataba wa under 20. Mm. Kwa hiyo ni wale wachezaji ambao wa nne kama sikosei, ambao ni under 20 wana uwezo wa kutumika senior team. Si ndio eh, maana yake eh. Kwaokawa wanatumika Tanzania Prisons eh, kama under 20 lakini kuna uwezekano wa kucheza senior team, wakati huo nikiwa na mkataba wa under 20 na pale Tanzania Prison nimetumika kwa misimu miwili nikiwa timu kubwa mm. E, nilikuwa nafanya nao mazoezi na ni Tanzania Prison hapo. Kwa hiyo baada ya miaka miwili ukarejea Dar es Salaam. Mm. -hmm. E, e, mm. E. mm. ambapo ukajiunga tena na Azam FC. Ulipojiunga ah, umekaa na 20 kwa muda gani? Ni nusu msimu tu. Nusu msimu. E, kwa sababu mashindano ya under 20 mm. nimecheza tukao tuchezea pale pale Chamazi walikuwa wananiona mm. Kwa performance yangu mpaka msimu wa mwisho wa under 20 nachezea Tanzania Prison, nilikuwa mfungaji bora mm. namba tatu mm. kwa mashindano ya under 20 mona, hey. Okay, sawa. Hebu uh, share experience yako, maybe this time hapa kuna watu wanatamani kufahamu, ambao pia wanatamani ufike sehemu ambayo umefika wewe hapo, maisha yakoje kwenye hizi academy za Azam Azam? uh, maisha academy za Azam naweza nikasema maisha yako vizuri kwa sababu pale Azam kuna kila kitu, yaani kuwa vizuri kuwa bora ni wewe mwenyewe. oh yeah. mentaliti yako jinsi ilivyo, mm. jitihada zako mwenyewe ndio zilizonisaidia mimi mpaka kuwa mm. hivi. Hakuna mikando, ah, katika kila sehemu huwezi hakuwezi kukosa mikando, mikando lazima iwepo, lakini sasa unakuta mtu labda anakufanyia mikando, aafu mm. anaona una uwezo Mm. Unakuta labda ile mikando yake watu, kuna, kuna watu baadhi wengine wanaona na wenyewe mm. Mungu mwenyewe anaona jinsi unavyojitumwa mm. Uh, Idi, msimu uliopita Azamu walikuwa na kutumia pia senior team ulitumika kwenye baadhi ya michezo na mchezo mmoja wapo ulikuwa ni dhidi ya Namungo mm. Ulikuwa ni mchezo wa bado wa CRDB Federation Cup ulifunga uli goli na Faisal Salmu Abdalla alikubeba mgongoni akishangilia ya kishangiri, yani kwamba wale wachezaji wa senior team kama walifurahishwa na kile ambacho wamekifanya, lakini haikuishia mechi hiyo. Kuna baadhi ya mechi ulikuwa unapata game time dakika kumi, kumi na tano unacheza hiyo, ulipokeaje? Uh, yani kuona wachezaji wa senior team wanakusapoti, lakini pia na wewe umefanya kitu ambacho watu wengi wa, wa, wa, wa walifurahishwa nacho Idi. Wakati unajibu hilo swali, sogelea mike vizuri hapo naona wadau wanasema wakusikii fresh ah, okay. eh, eh, hapo vizuri sasa. Uh, kitu cha kwanza kwanza kwanza nilifarijika, kwa sababu tangu natoka huku lengo langu lilikuwa ni kucheza Azam, umeona mpaka nafika kule na ile mechi ninapocheza kwanza nilipopandishwa senior team tu nikasema, baadhi ya lengo yani, moja ya lengo langu limetimia, pia monakwao hata kuwa senior team pale kucheza zile mechi ilikuwa ni kama vile faraja kwangu kuona kwanza baadhi ya lengo nimetimiza. mm. uh. Uh, idi umetumika pia kwa yaani mara nyingi umeitwa kwenye timu za taifa za vijana uh, wale viongozi au makocha wa timu za taifa za vijana walikuwa wanakuja viwanjani wanakufuatilia au Azamu walikuwa wanapendekeza kwamba tuna kijana wetu na uwezo waende kucheza national team? Hapana, kwa sababu Malengo yeah. Ya kwanza kuitwa national team, walikuja viongozi wenyewe wa TFF kule, ilikuwa Tanzania Prison, na jinsi nilivyokuwa nafanya muendelezo vile kwenye mashindano, kwenye system nika hivi nika, ni, yani, gumu kwa sababu uwezo wangu wanauona wananijua wenyewe ndo walonichagua yeah. Uh, kwa sababu tunaenda kwene kumalizia malizia uh, idi unge utufahamishe sasa, umetoka Azam huko Kagera Sugar. Azam umekutoa kwa mkopo kwenda Kagera Sugar, au mkataba wako na Azam umeisha, umekwenda kusajiliwa moja kwa moja Kagera Sugar Uh, mkataba wangu bado haujaisha kwa sababu kwanza, Azam wenyewe nilisajiliwa nisa, kama mchezaji wa under 20 mm. Hata kupandishwa pale ilitokea tu kwa sababu Yusuf Dabo na Bruno ndio mm -hmm. wenyewe walonipandisha mm, Bruno Feli. Eh, niliitwa tu mara moja kwenda kufanya mazoezi kule, wakawa wamependa uwezo wangu, kwa hiyo wakasema nijumuishe kwenye kikosi. Kwa hata kutoka pale Azam kwenda Kagera Sugar, shuga sijajua sasa maelewano yenyewe kwa sababu ilikuwa ni CEO ni kwa CEO ndo aloongea, yaani Thabit Kandoro pamoja na Popaty ndo aloongea huo. na kule Kagera, unatumika kama mchezaji wa under 20 au unatumika sehemu zote mbili under 20 na senior team? Kule unatumika kama sehemu zote mbili kama nilivyokuwa Azam mm. Ila kwa kuwa kwa, kwa sasa hivi bado nipo na majeruhi mm. Ndo inaniwia vigumu sana uh, unatarajia kurudi lini na kuungana Kagera Sugar kwa sababu sasa hivi una zaidi ya wiki huko nyumbani Tabora mm? Hapo nimeambiwa nipumzike kwa sasa hivi kwa sababu majeraha niliyopata nilikuwa timu mm. e, ya taifa ilikuwa makubwa, alikuwa sio soa, majeraha madogo, majeraha makubwa. Kwa nimeambiwa kwanza nipate muda wa kupumzika, muda wa kurecover mpaka nitakapokuwa vizuri Uh, ah, okay, uh, ah, labda unawaambia nini uh, vijana ambao wana usongo tumeneno hilo si neno wa Kiswahili wanasema, mm, wana usongo. Wanawiwa na wenyewe waweze kufanya vitu vikubwa hapa kwenye mpira wa miguu hapa kwetu Tanzania. Jana tulikuwepo wote ote, Ocheni alizungumzia baadhi ya wachezaji ambao yeye amewafundisha akiwepo, Saidi Mwamba Kizota, ambaye mtangulia mbele ya haki, Ali Manyanya, ambaye mtangulia mbele ya haki, au watu walicheza Young Africans, Amani Hamisi Mwenda na wengineo kadha wa kadha wengi sana mpaka kuja generation yenu nyinyi kwa sababu wote uh, mmpita kwenye mikono ya Ucheni pamoja na Mohamed Idi Mdoma. Unawaambia nini vijana ambao wanachipukia wazingatie nini, ili weze kufika kwenye malengo yao, kwa sababu wewe bado hujafika, mm. unapambana ufike, na wenyewe angalau wafike hata ulipofika, ili wapigane kwenda kule ambapo wanatarajia hapo. Kitu kikubwa kwanza ni kumtanguliza Mungu, kwa sababu hawezi mm. hawezi kufanikiwa pasipokuwa na Mungu maana yaani kitu kingine ni kupambana. Mm, kujitoa asilimia mia, asilimia zote kujitoa zote. ah, changamoto zipo tena nyingi tu, japokuwa bado zingine tena zinakuja, lakini kitu kikubwa zaidi ni kumtanguliza Mungu. ah, vijana wengi wadogo ambao ah, wana talent sio kwenye mpira pekee yake, hata kwenye muziki tumeona kuna watu na vipaji au vipawa, lakini wanasubiria mpaka wafatu washikwe mkono wapelekwe yeye yeah, hawezi kupambana kwamba pale kuna trial, kuna watu mia tano wapo, hawezi kwenda kujaribu pale. Akifika na viatu vyake anavificha kwenye nyasi, watu akianza kusambana yanaondoka unawaambia nini? kuna ulazima mtu ajashikwe mkono, au yeye mwenyewe anaweza kwenda kuipigania ile nafasi, hata kama nafasi ya watu watatu, lakini wako watu mia tano. Uh, kwa mimi kwa kwa jinsi mimi, ninavyo, ninavyoona, nilipopita, yani, kwa mimi, jinsi ninavyojizungumzia mimi hey, yani sihitaji kushika yani tuseme sihitaji kushikwa mkono yani, mtu auhitaji kushikwa mkono, labda fursa ikuijie, inabidi fursa uifate wewe mwenyewe. okay, sawa labda ukisema labda ukisema fursa uipate uifate wewe mwenyewe unakuwa na maanisha nini? Yani, namaanisha yeah, kwamba auwezi kusema labda umekaa hapa halafu fursa ikuijie hapa hapa ulipo. mm. Yani fursa inabidi uzifate wewe mwenyewe. Kwa mfano kama vile mimi mm. nimetoka Tabora huku nimeenda Dar moa mm. nimefika Dar e, nimefika Dar kule nimepambana japokuwa nilikuwa nyumbani kule mm, lakini nikatoka tena nyumbani nikaenda Azam. Umeona kwa nini Azam wenyewe asinifuate pale nyumbani? Umeona mm, nimetoka nyumbani pale nimeenda Azam. Azam mule nilikuwa sina mtu mimi anaonijua, nimepambana tu hivyo kibishibishi, mpaka watu wenyewe wanakuona mm, wanakujua mpaka sasa hivi nashukuru Mungu. A uh, la kwa sababu kuna wasikilizaji wanatusikiliza, lakini wafahamu. Nafahamu tu kwamba wewe ni mchezaji, umepita vilabu kadhaa, kone academy kadhaa, na mpaka sasa upo Kagera Sugar, lakini wafahamu eneo ambalo unacheza ungetaja maeneo ambayo unacheza akili unaenjoy zaidi ukicheza eneo lipi? A uh, mimi naenjoy kabisa ningecheza eneo la wings zote mbili, m mm, namba 7 na namba 11. E eh, namba 7 namba 11 no, lakini mba. una uwezo kucheza kama namba 10 pia? E eh, na uwezo hata namba 9 na uwezo kucheza lakini unaenjoy kutokea wide pembeni eh, ni, na, ni, ni, ni kiungo mshambuliaji mm. Okay, sawa iizo wangu kwenye mipira ya kutenga tunapiga unapiga kama barua au niaje, au eh janchale au mbona? yeah, unataja upande mmoja, unaweza kuwa unamfahamu juu nyinyi eh Yani <laughs> hapo ungeanza moja kwa moja na timu ambayo anaitumikia mpaka sasa hivi, ana mkataba na Azam. Anza kule alikotoka, alafu ndo ende ku kwingine. unajua vipi, kama sio kama anamkubali Jibril Sira Ah. <laughs> Ha, unaangalia na hate alonayo huenda lolmodo wake akawa Miki bwana Shomali anaitwa, anaitwa nani, bini wake anatumia ngasa, lakini sio ndugu <laughs>